Cha kwanza Abel ni kwa sababu mwanadamu alikana wajibu wake wa kuwajibika kwa ajili ya ustawi wa mwingine. Am I my brother's keeper? Je, mimi ni, nini, ni mlinzi wa ndugu yangu? Niache Bwana Mungu mi na maisha yangu. Yaani, afu mbona wanifuatilia sana? yeah. kwa kila wakati ambapo tunapuuzia kuzingatiana, itapelekea vidonda moyoni ambavyo vitamfanya iwe rahisi huyo kijana kujitupia kwenye tabia hatarishi, risk behaviors. Ukweli ni kwamba Mungu alikusudia katika malezi mtoto azingatiwe na wazazi wote wawili, wa kiume na wa kike, na kupitia kuzingatiwa huko, wanatoa mfano wa tabia gani zikuzwe. Attention, naona wananizingatia, sitawaangusha. Haya mambo, Mungu alikusudia kwamba mtoto anapolelewa kwa akili yake ile teketeke izingatiwe na wazazi wa pande zote mbili ambao wataamua ni tabia gani zikuzwe ndani yake, na namna mama anavyomzingatia sio namna ile ile ambayo baba anamzingatia. Tuko sawa? Kuzingatiwa kwa mama, the motherly attention, kunajenga uh, tabia za kujitawala kihisia, emotional regulation, kujiongoza na kujitawala kihisia lakini pia kunakuza tabia ya empathy kuhurumia wengine, na kunamfanya mtoto awe na tabia za kujumuika kirahisi, yaani codependence, apende kutegemeana na wenzake. Kuzingatiwa kwa baba kunachochea tabia za ujasiri na kutake risk, yaani kukabili hatari kuna, kuna kunachochea tabia za confrontation yani kukabili hali ngumu yani tatizo kulikabili mbele kwa mbele, lakini pia kuzingatiwa kwa baba kunapelekea ile ujasiri wa ku explore yani kutafuta vitu mbalimbali mbali. Sasa mzazi anapokuwa mmoja, kwa sababu zingine nyingi, sio kila mzazi anayelea peke yake ni kwa sababu ni mwovu kuna sababu za makosa yake na kuna wengine hawana makosa kabisa. Mtu labda amefiwa, ah, mambo ni mengi sawa ambayo utayagugle. Amina. Kwa sababu ya muda hapa mimi nitakurahisishia tu kwa ufupi, sababu ziko nyingi sana ambazo unaweza ukatafuta mwenyewe. Kwa sababu yoyote ile ikatokea mzazi yuko mmoja, kuna uwezekano huyu mtoto akawa ana modo au mfano wa upande mmoja, kwa lugha nyingine akakuza mienendo na tabia za upande mmoja, alafu zile za upande nyingine zikakosa. Naona unakuta mtu ni mkarimu sana, ni mwenye upendo na kujumuika, lakini hana ujasiri wa kusema hapana. Why? hakuwa na father figure, ambaye angemfundisha kwamba kuna wakati wakati ya kwa ya kwako ndio ya muhimu zaidi, na sio ubinafsi, inabidi ukatae. Kuna wakati weka mipa. Wasichana mnanielewa vizuri? sijui Yeah, unakuta binti yani ni mkarimu balaa, lakini hawezi kusema hapana. Kwa mwisho wa siku anakuwa muhanga wa vijana ambao hawatambui utakatifu wa lile neno na kupenda. Ila ibidi awe mkarimu, lakini pia ikilazimu kukaza anakaza, ila hakuwepo wakumodo kukaza. Au umekuta kijana ambaye amekuwa na modo moja tu ya kukaza kupambana kukabili, ila hana ile empathy. Hauoni, umetengeneza terrorist. Ukizengua mimi nakushuti basi. Kwa hivyo ni tatizo ni, ni, ni, ni, ni kubwa sana. Ona hizi tafiti, alafu kisha nitaruhusu maswali. Tafiti zinaonyesha kwamba asilimia sabini na moja ya watoto wanaoacha shule high school wanatoka katika familia zenye mzazi mmoja. Asilimia sabini na ngapi? sabini na moja. Watoto wanaotoka kwenye familia ambazo hazina baba wana uwezekano mara nne wa kujiua au kujaribu kujiua asilimia 63 ya vijana waliojiua wanatoka kwenye familia zisizo na baba. Na mwisho, asilimia 85 za vijana walio gerezani wanatoka kwenye familia zisizo uh, zenye mzazi huyu mmoja. Ila ukienda gerezani uwezi hata kuona uhusiano uliopo hapa. Naona kwamba tatizo halionekani, hali limefumbika ni tata, ila matokeo yake ni makubwa, ni makubwa sana. Mwisho ni kwamba hatujifunzi haya kulaumu single parents, wherever you are, popote ulipo, naomba upokee hugs huko uko, uko uliko, pokea. Yeah, mimi ni miongoni mwenu. Bwana ziviwe kwa maana tuko hapa kuwalaumu au kusema kama una dedi single parent, geuka mgupande. No, acha mambo ya ajabu, elewa, usikalili. Tuko hapa kutoa ufahamu na maarifa yatakayochagua yatakayokupa choice yatakao yatakayokupatia yatakayo, uwezo wa kuishi na watu kwa akili na kupona. Kama umekuwa muhanga kwa namna moja au nyingine, usikate tamaa. Kuna maisha mbele ya kituo. There's life beyond full stop. Tunapokuja kwa Mungu tunatokea nyuma kwenye kale na maumivu na ushindi wa hapa na pale na vidonda. Mungu anapotujia anatokea kesho na uponyaji na tumaini na urejeshwaji, na kisha anatufanya tuwe sehemu ya stori ya uponyaji ya Yesu Kristo. Mwisho ni kwamba uchaguzi wako ni wa muhimu. Uchaguzi wako sasa hivi ni wa muhimu kuliko hulka yako. Uchaguzi wako wa sasa ni wa muhimu hata kuliko attachment style uliokuwa nayo kutokana na malezi, ni wa muhimu kuliko hata mazingira uliokulia, ni wa muhimu kuliko majanga au baraka ulizozipata. Kwa neema ya Mungu unaweza kuanza upya, na kwa nguvu ya Roho Mtakatifu sehemu yako dhaifu kabisa yaweza kuwa imara kuliko zote. Bwana Yesu apewe sifa. Karibuni kwa maswali machache alafu tuta na dakika kumi na tatu, naona nizingatia, ninazikumbuka dakika ngapi? Ah, mtu mwenye swali nyongeza nini? Aulize. Uh, tuanze na Victor. Samani, unasema jina lako moja, then unauliza. Victor. Microphone please. Bwana Yesu asifiwe. Amina, amina. Uh, napenda ku shukuru kwa presentation nzuri swali langu na maswali mawili swali langu la kwanza liko katika dhana ya feminism ambayo yeah. kiukweli dunia imekuwa iki, iki support sana na naona hata imepata nafasi katika kanisa Organizations nyingi ambazo zinatengenezwa sasa hivi ni kwa ajili ya ku, ku foster dhana nzima ya feminism ya kwa kwamba mwanamke anaweza, na watoto wengi wa kiume sasahivi wamejikuta wanalelewa na kina mama na madhara yake ni makubwa sana, kwa sababu ya kutokuwa na baba, watoto wengi wanakuwa wanaanguka katika wimbi la ma, ma, kuwa mashoga. Nafanya kazi pale emergency department, unakuta watu wengi wanakuja na anorectal cancer ni kwa sababu pia labda walikosa figa hii ya baba au kutokana na dhana ya feminism wamejikuta walipo. Kwa hiyo tunaweza tukalikabili vipi ili dhana ya feminism, uh, katika muktadha wa familia. Lakini swala langu la pili ni upande wa education system, hata tukijiuliza hapa wengi maswali yetu ukitoa nje profession yetu ambayo tunayo, ni potential, I mean, ni kitu gani cha ziada ambacho tuko nacho. Nikagundua kwamba education system ambayo ipo na ukifuatilia historia yake nyuma inaathiri uh, inaathiri kwa upande mkubwa familia na hata malezi. Sasa hivi utakuta mtoto uh, ajafikisha hata miaka mitatu yuko nasari na most of the times ana spend na wale wale watu ambao hujui hata tabia yao. Kwa hiyo ungeshauri vipi uh, sisi vijana hapa leo kwa upande wa education? Mimi naonekanaga mtu ajabu sana nikisema sitampeleka mtoto wangu shule kwa <laughs> msichana ambaye nakutana naye, namwambia sitapeleka mtoto wangu shule, anashangaa. Lakini ki ukweli nitapeleka shule lakini kwa namna gani, nikimwelezea ndipo anaelewa uonge shauri watu wafanye nini katika upande wa education uh, system ambayo inaathiri kwa upande mkubwa malezi ya watoto na hatima yao katika ulimwengu huu ambao tupo. Uh, nafikiri haya maswali ndiyo maswali ambayo niko nayo. Asante, all right. Mwingine alinyosha mkono kule nyuma, nafikiri itachukua hayo. Yeah. Majina anaitwa Peter. Sasa swali langu mimi nataka niulize ni kwamba kuna unakuta, ni familia ni baba na mama wote wapo yeah. na mtoto amelelewa na wazazi wote wawili, lakini bado yule mtoto anakuwa, anakuwa na shida. Sasa nikalifaa kwenye Bibilia kwenye kitabu cha Kutoka Mungu anasema kwamba anawabatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha tatu cha nne cha wanichukiao na wanawarehemu maelfu kwa maelfu sasa tunawezaje ku, ku, kumsaidia huyu mtoto ambaye eidha wazazi wamefanya kazi yao kama ambavyo Mungu amewageza, wamemwangalia wamemtunza, lakini labda amerithi tabia labda za mababu zake au za wazazi wake. Sasa huyu mtoto atasaidiwa vipi ili akue kwenye mazingira ambayo yanakuwa ni, ni bora zaishi? Yeah sala mwisho pale, afu nafikiri tutajibu hayo basi. Thank you, Peter. Amina. Nami, nami pia nina swali. Naitwa Smile. Smile. Smile. Smile. Smile. Yes. Yeah. Kama kama anavyo tumejifunza kwamba mtoto ambaye amekosa malezi ya mzazi mmoja, kuna changamoto anazipata. Asa, kuna some instances zinatokea kwenye maisha, weza mzazi amefariki au ametengana. Ni jinsi gani huyu mtoto ambaye ametokea mazingira kama hayo akajikuta analelewa na mzazi mmoja, anaweza kusaidiwa akawa na hizi nguvu na uwezo wote, kama mtoto ambaye ana wazazi wote wawili? Yeah. Bwana Yesu asifiwe. Haya, maswali kuna, kuna vitu viwili, kuna majibu ya case study na majibu ya maarifa. Mimi nitatoa majibu ya maarifa, amina. Majibu ya case study itabidi niongee na mtoto moja kwa moja. Ukweli ni kwamba tunatokea kwenye background tofauti na kinachochangia tulivyo sio kimoja. Bwana zivile. Kwa hivyo hakuna dawa moja yenye kutibu magonjwa yote. Ndio maana inapokuja kwenye kesi ya mtoto fulani mwenye jina fulani inabidi ukae naye yule mtoto, ujue ufanye diagnosis wanase, wanasema madoktor, no prescription without diagnosis, okay. Kwa hivyo kwa zile kesi, kama ni kesi ya mtoto fulani mwenye jina fulani mahali fulani, nitahitaji kudiagnose, yani kuchunguza kwa undani ni nini tatizo hasa, kisha itanisaidia kutoa mapendekezo. Ila hapa ndatoa majibu ya kiujumla. Swali la brother Victor kuhusiana na feminism utawezaji. Uh, imeonekana feminism imepelekea majanga mengi hasa kwa vijana kupelekea kuwako na ushoga na vitu kama hivyo, inawezaje kushinda haya mambo na ili swala la elimu. Ukweli ni kwamba feminism ni vuguvugu vugu la wamama ambalo naomba ukagugo kwa sababu ya muda, amina, ila sio kila kitu wanachoki advocate au wanachokihamasisha ni kibaya hivi? wanawake wanaweza wawezi, ni wale mavu no, kuna vitu wanaviweza katika maumbile yao na upekee wao. Shida ya feminism ni hapa, kuashumu kwamba mwanamke hahitaji mwanaume au kuashumu kwamba mwanamke alikuwa anamhitaji mwanaume tu ikiwa ni swala la nini la pro, provision kwa sababu sasa anaweza kuprovide au ana elimu zaidi, then there's no need of a man. Na kwa sababu hata akitaka mtoto pia anaweza kununua tu spans, akapata mtoto kwa njia nyingine, then hitaji la mwanaume liko liko wapi? Na tunarudi kwenye kitu kile kile cha mwanzo ambacho nikisema family disenchantment kufikiri kwamba uh, uwepo wa mwanaume kwenye maisha ya na mwanamke ni swala tu la kutoa au kufadhili au kukidhi mahitaji, lakini hitaji la mwanaume ni, yani kazi ya mwanaume ni kubwa zaidi ya hapo. Mwanaume ni kiongozi, mwanaume ni kuhani, mwanaume pia an, ni mfano ambao usipokuwepo kuna tabia fulani haziwezi kuzaliwa ndani ya mtoto au zitakuwa dwarf, zitahafifishwa. alafu zile za kike zitakuwa kupita kia. Kwa maana unakuta mtu ni mkarimu sana, lakini hawezi kubishana. Tunaelewa vizuri, oh, nikisema kubishana zimaanishi dhambi, yani kuna mahali inabidi ubishe. <laughs> nikisema ukali, aggression simanishi ukorofi, namaanisha kuna vitu ambavyo haviwezi kutokea mpaka ukorofi. Sasa feminism ilivyokuja ikasema, every masculine trait is toxic and abusive, kwamba kila uh, tabia ya kiume ni sumu na ina unyanyasaji ndani yake. Kwa hivyo media na vitabu na waishaji wakubwa wakawa wanakosoa watu wenye tabia za kiume. Siku zote kwenye movie, jambazi kuu ni aggressive. Si unaelewa vizuri. Jambazi kuu ni, ni, ni mkorofi. Na ukorofi ambao wanaonesha wanaonesha ukorofi katika kuua. Wanasahau kwamba hata kulima kunahitaji ukorofi. Si unaelewa vizuri. Wanasahau kwamba hata kwenye kulinda rasilimali za kanisa za nchi za familia you have to be aggressive. You have to be confrontational. Uwe ni mtu ambaye unaweza kupigana ikilazimu. Yani uwe ukifika mahali yule mwizi akikuona anaona yani, jamaa anaweza kanivunja taya. Angalau by implication. Asione kwamba you can just get away with it with everything. Kwa hivyo hoja inakuja hapa, tuanze kuelimishana kwamba sio kila uh, masculine tabia ya kiume ni mbaya bila tabia za kiume nchi itabaki mapango tu, huko kwenye nini <laughs> ardhini huko, vitu vyote vitaenda. Kwa hivyo watu wapewe elimu, lakini pia tusiwakandamize wanawake, nao wameumba kwa utukufu wa Mungu, na kuna vitu ambavyo wanaweza, ambavyo hatuwezi bila feminine traits. Wanaume, kuna posibiliti ya wote kuwa majangili Lazima ile masculine nature iwe soothed, yani ilainishwe au kuwekewa vilainishi na uwepo wa mwanamke. Hata kama sio uchumba, kuwepo tu na mwanamke tu around kunafanya yani zile masculine aggressiveness zi relax na kutaka kujumuika, zinakuwa protective badala ya destructive. Tuko sawa? Mambo ni mengi lakini kwa ufupi hapo kwenye swala la elimu. Uh, swala la elimu ni swala pana na nafikiri tunaweza tukalizungumzia huko mbeleni kwa upana wake, lakini sio busara kumpeleka mtoto chini ya miaka mitatu daycare. Sio nini? Sio busara. Wakati huo tafiti zinaonyesha kwamba mtoto aliyetenganishwa na mzazi chini ya miaka mitatu ana uwezekano mkubwa baadaye wa kupata magonjwa ya akili. Miaka mitatu ya kwanza ni miaka ya kujenga msingi utakaomsaidia mtoto kuwa mwenye mafanikio sana baadaye katika afya yake ya nini? Yaki ya kiakili. Bahati mbaya ni kwamba mara nyingi kwa juhudi na mashindano ya kwamba kila mtoto lazima awe genius, tunampatia stress na pressure kubwa kuliko umri wake. Nani amekwambia kwamba kila mtoto lazima awe aoneshe kupata A, hey, chini ya miaka ile Wako wapi? Hivi hata unakumbuka ilikuwa inakuwa ya kwanza. Unakusudi unakumbuka? Sasa hivi vipi? Kwa kuna wazazi wanashindana, wako busy kufanya watoto wao wawe the best katika kila kitu. Wasijue kwamba akili zao pale bado hazijakoma kiasi hicho. Mimi nacho nasema kwenye kitabu cha Education. Uh, kwamba si vyema mtoto chini ya miaka nane kumi hapo, ku consider sana kwenye masomo. Kwa nyingine kwa miaka hiyo mama yetu anashauri Play based education, elimu ambayo imebezi zaidi kwenye kucheza. Namaanisha kucheza sio game au PS, kurukaruka, e, kuchezea vitu vya asili kutumia mwili zaidi na michezo mizuri inayofanya ubunifu uongezeke, sio over structured ambayo kanuni na nini zimeshaandaliwa ni mchezo ambao inahusisha ubunifu. Siku hizi nyumba tu ya plastiki imeshajengwa, mchezo wa game, sheria zimeshawekwa na muda. Wapatiwe watoto nafasi ya kuplay, waruhusu muda mwingine kula mchanga, wajue mchanga una ladha gani, hawatakufa wale. Sasa unaokuwa overprotective, unavunja ile hali ya uthubutu kwa hivyo walinde lakini usiwalinde kiasi cha kuvuka ile stage ambayo inabidi waipitie. Wewe amerudi tu unataka akae afanye assignment. Wewe assignment wewe ulifanyaga? Sasa hivi mwacha arukeruke huko, ndio umri wake <laughs> yeah. Unataka awe busy kama MD bana. Mungu anakuona. Pita anasema kuna wazazi ambao malezi ambao wanakuta baba mama wote wapo lakini bado watoto wanaharibikiwa. Ukweli ni kwamba yako mambo mengi, unaweza kuwa na wazazi wote, lakini wote ni toxic. Baba yupo lakini muda wote amelewa, mama yupo lakini muda wote analalamika. Kwa hivyo uwepo hautoshi, lakini abidi awepo katika namna chanya inayokusaidia. kwa hivyo kuna sababu nyingine nyingi ambazo zinapelekea zina uharibifu wa mtoto, sio tu uwepo au kutokuwepo, japo hilo ni jambo la msingi sana. Uwepo ni hatua nyingine, lakini hatua inayofuata zaidi awepo katika namna ambayo inasapoti makuzi yenye uwiano sawia. Jambo uh, um, la mwisho kwa ufupi ni kwamba kuna wale ambao unakuta amekuwa na, na, na, na, smile ameuliza huyu kwamba unakuta amekuwa na misukumo ya kurithi unawezaje kumsaidia? Mwisho niliwaambia kwamba uchaguzi wako wa sasa hivi ni mkubwa kuliko kale yako au hulka yako au attachment style yako au janga aliyokupata. Kiukweli kuna watu ambao kwa sababu ya urithi wanapitia majaribu unique, yaani wanapambana na vitu kwa namna nzito na ya juhudi zaidi kuliko wengine kwasababu labda kwenye lineage yao ule mlolongo wa familia zinavyodondoka kwenye, kwenye vizazi waliendekeza hicho kitu na hawakutumia nguvu ukizuia. Kwa hiyo kinapokuja kwako inakuwa ni mzigo mkubwa sana unasukuma kufanya hicho kitu. Sasa wengi wanatafsiri hiyo kama laana ya vizazi kwamba Mungu analaani vizazi cha tatu na acha cha nne. Siku nyingine tutajifunza kuhusu nini maana ya laana kwenye Biblia. Maana naona watu mambo yashakuwa mengi. Mungu anapozungumzia lile fungu, haimaanishi kwamba Mungu, kwa Mungu sasa huwa anaweka malaika zake kiasi kwamba ikitokea nyiye mliendekeza uovu uh, fulani, kizazi kinachokuja Mungu anakuja anapandikiza cha kwanza na cha pili hivyo mpaka cha nne na, na, na, na cha tano. Hapana, ni kwamba Mungu alivyomuumba mwanadamu, alimuumba na procreative potential, uwezo wa kujizalisha. Ndio maana mwandiko anasema Mungu amfanya mwanadamu kwa mfano wake. Baadaye nakwambia Adamu akapata watoto wa kiume na wa kike kwa mfano wake Adamu, si wa Mungu tena. Kwa hivyo automatically tunajizalisha kupitia watoto wetu. Lakini habari nzema ni kwamba ubongo sio kama size ya kiatu chako 43 ni 43. Ubongo ni plastic. Una uwezo wa kubadilishika kutokana na chaguzi unazozifanya leo. Naomba mkasoma kitabu kinaitwa The Perfect You by Dr Caroline Leaf. Mle utagundua kwamba anasema chaguzi zetu zinabadili physical structure ya ubongo. Hizo chaguzi zao, kwamba unywe nini, ule nini, uende wapi, usiende wapi, uitikieje licho kilicho kutokea au usikiitikieje, kinabadili umbile kabisa la kimwili la ubongo wako. Kwa lugha nyingine, wewe sio mhanga wa kale yako, you are not in the prison of your genes. Kuna vitu venye kubadilishika, hasa tabia. Tabia hairithiwi, unarithi msukumo, ila tabia inakuwa develop kutokana na chaguzi zako. Kwa hata kama una misukumo mikali sana kwenye mlengo fulani ni chaguzi zako juu ya huo msukumo zitakazoamua tabia gani, fanya nini. Kwa hivyo, ukiomba Mungu atakuwezesha na unajenga tabia njema licha ya yote ambayo umepokea kwa wazazi wako. Tusimame tuombe. Tuombe, tunakushukuru Mungu kwa neno lako la uzima, jina lako lihimidiwe na kupewa sifa Tuongoze tukaliishi na kulitukuza jina lako katika familia zetu, kwa jina la Yesu Kristo, amen.